Tukona tukona, ndio tunatafuta vipindi vya DLM vizuri vitamu, ili wewe mpenzi mfuatiliaji wa DLM kujumlisha uh, sitini na moja upate mambo matamu leo. Tupo sehemu inayoitwa Ruziba. Kuna nini? Ni mechi kali kati ya watu hawa wawili. Wametoka wapi na wamekwenda wapi? Ni hao, ukaa karibu yetu upate mambo mazuri matamu mengi ya fahamu kupitia DLM kujumlisha sitini na moja. DLM. Wafuatiliaji wa DLM kujumlisha 61 popote pale mlipo duniani. Leo tupo uwanjani Ruziba kufuatilia mechi kati ya Mgala pamoja na watu wa Ruziba. Nani atafunga? Nani mkali? Lakini kwa bahati nzuri tupo pamoja na kiongozi wa timu kutoka Mgala. Naweza kutuambia majina yake, uh, afu baadaye tutamuuliza. Habari za saa hizi kwanza. Nzuri sana. Uh, poleni na safari ndugu yangu. Asante. Uh, kwa majina unaitwa nani pale? Naitwa Ndikumana Ejide. Ndikumana Ejide ndio kiongozi wa timu ya Mgala. Ndio. Mmejipangaje kuhusu mechi hii ya leo? Yaani mechi hii ya leo tumejiandaa sana kwa mazoezi. Yaani wachezaji wako safi sana. Hivi mm, kwa nini mmechagua kuja kucheza na na Ruziba? Na wakati eh, pale Mgala kuna Karonda, kuna Vusebwa, kuna Chabala. Kwa nini hamjacheza na wale majirani mkaja kucheza huku Bujumbura? Maana yake majirani wetu wote mm, timu zote tumeshawahi kucheza michezo zaidi ya mitatu, minne, mitano. Mm. Sasa tumeamua tutoke mkoani kwetu, mm, tuingie mkoa jirani. Mm. Maana yake saizi tuko mkoa wa Burunga, tumeingia katika mkoa mpya wa Bujumbura. Tumetaka kujipima na timu za mjini, maana wengi huwa wanasema mjini ndio kuna mpira, lakini tunataka tuwaonyeshe kwamba mpira ni kokote siku hizi. Maana yake unataka kutuambia kwamba kuku wa kijijini atakayeweke mjini? Sana unani anafunga, kwa leo nafikiri ni timu ya Mgara. Unafikiri au una uhakika? Aa, wa, watu waki nani, wa wa watu waki wakiwa watu washindani wawili mm. Mshindani anakuwa mmoja. Tukiwa katika mwezi wa pili, mara nyingi watu sisi tunapenda kuita ni mwezi wa wapendanao. Una ukipi cha kuwashauri watu ambao wanagombana katika mapenzi? Yaani, watu wanaogombana katika mapenzi mm. ni kuacha maana mm. yake kimapenzi ni kusameheana rafiki mm. yako anaweza akaingia kwenye shida au matatizo mm. lakini ni kujua kama tuuko ulimwenguni yeah. Sasa watu ni kuvumiliana kimaisha. Ndio. Nilimnunulia kanga nzuri sana. Kwa sababu e, kipindi sijasimamisha mambo ya mpira nilikuwa nacheza mpira afu ndo nikasomea sasa ufundi nikawa fundi. mm. e, na maanisha kocha. Hawa mgala wamekuja leo leo. Na kawaida football mchezaji anachukua siku moja kabla hajacheza mechi masaa 44 na nane, kumradhi yeah. Lakini hawa wamekuja leo na wamewafunga. Kitu gani wapi mmeshindwa? Hatukushindwa uh, kitu kirefu, ila tu wao wame, wameona safari wamebana, wakaona ni safari ndefu na wakaja uh, wamekania kufunga mechi sasa wachezaji wangu inaonekana kumekuwa tatizo kidogo, yaani wamekuja kubana ritme. Mpira tumeshapachikwa goli la kwanza, lakini mmeona kwamba mtanangi haukuwa mbaya, tumejaribu kujihami, lakini matokeo ya mechi ndo hivyo. Ndio maana mme, umeona na mimi nimechukua mikoba hadi kuingia uwanjani nikaenda kutafuta goli lakini matokeo ya Mungu nayo huwezi kupinga. Mgala FC, hongera kwanza kwa ushindi. Asante sana. Mmemaliza kuifunga Ruziba FC. Siri gani umetumia mpaka kuifunga Mgala na Ruziba FC? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kumaliza mechi salama, m na mchezo ulikuwa mzuri, m na Ruziba tunaifahamu kama ni timu kubwa, na tulipokuja hapa walipotuambia tuje kucheza nao, kwanza tumejiandaa vizuri kwa sababu timu tunaifahamu na tumekuja hapa tumetumia mchezo tunaofahamu na tunamshukuru Mwenyezi Mungu ndio tumepata matokeo mazuri. Kawaida ya football wachezaji wanakuja siku moja kabla ya mechi, lakini nyinyi mmekuja leo leo na mmepata ushindi. Na mtumesikia mnajiandaa kwenda kucheza Tanzania Kigoma, na timu ya daraja la pili. Unawaambia washabiki wa, wa, wa football nchini Burundi? Ah uh, kwanza washabiki wa Mgara tunawapongeza sana kwa kusapoti timu yetu mm. na hususan mechi tunayoenda kuicheza Kigoma tunajiandaa vizuri kwa sababu tushaanza mechi nyingine nyingine, tumezishinda na tumeshinda hii mechi, ndio maandalizi ma ya mechi ya kwenda Kigoma mm. Buyenzi ambapo mlitoka sare ya mbili mbili, hii hapa mmepoteza. kitu gani cha kuambia washabiki wa timu ya Ruziba FC? Awa, mashabiki tunawaambia wasikatike tamaa, na sisi tutaenda huko kulipiza mm. E, wasi, wasizani tunaenda kurara huko mm. kutakuwa mengine huko Aki eh, kushinda hapana, ha? Bao moja wao wamenipiga moja, mimi nitazidisha tatu, ninawaahidi mafanzi wana kusikia watu wa Mgala. Nakwambia mimi nina uhakika uh, eh, wachezaji wazuri wa katika timu yako ya Mgala hakuna wachezaji wapo daraja la pili na la kwanza katika ligi ya Burundi, hakuna hata mchezaji wachezaji wote ni wa pale pale nyumbani. Kama yule Ejide? Ejide ni mchezaji wa nyumbani hana, hana ligi yoyote ligi yoyote. Hongera sana kwa ushindi ndugu yangu. Bwana ni kumana Ejide. Naam, mmemaliza kuifunga Ruziba FC <F2> <laughs> goli moja kwa sifuri. Ndiyo. Na kabla ya mechi ulijiamini uli, uli kwamba utafunga. Kwa, kwa, nini ulikuwa unajiamini sana? Nimejiamini kwa sababu nina wachezaji wazuri tena wachezaji bora sana. Mm. Ndiyo kabisa. Uh. Tulisikia mnaenda kucheza Kigoma ambapo mlicheza na timu ya daraja la pili. Mm. Mna mpango wa kwenda kucheza sehemu zingine ya Afrika Mashariki? Maana manaake tarehe ishirini na tano mwezi wa nne tunarudi tena kucheza Kigoma, tutaenda tarehe ishirini na tano na tutacheza tarehe ishirini na sita na timu ya daraja la pili.